Maegesho matatu mapya ya ndege katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Guangzhou Baiyun bayun yameanza kufanya kazi rasmi, kukiwa pia na kituo kipya cha usafiri kinachounganisha uchukuzi wa angani, barabara na reli kwa urahisi. Mradi huu mkubwa unalenga kuboresha ufanisi wa usafiri kati ya Guangdong Hong Kong na Macao Greater Bay, na kufanya safari kuwa za haraka na kubuni mazingira mwafi mwafaka kwa abiria. Maelezo zaidi katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Tazama. Hili ni eneo tatu la tatu jipya la kuegesha ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Guangzhou wa Baiyun, na ni katikati mwa jiji la Guangzhou, mkoa wa Guangdong, kusini mwa China. Sasa limeanza kufanya kazi rasmi, na kituo hiki kipya ni kitovu cha usafiri ambacho kinaunganisha anga, barabara na reli. Majengo mapya yanasaidia kituo hicho, yanahusisha kituo cha usafiri jumuishi, jengo la maegesho la ghorofa nyingi na hoteli ya kusaidia wasafiri abiria wanapoingia ndani ya kituo hicho wanakaribishwa na paa la kioo lenye ukubwa wa mita za mraba elfu tano lililochangiwa na taswira ya ua la kapok na njia ya angani yani milkway, na muundo wote umebuniwa kwa kuunganisha uzuri na usanifu wa ufanisi wa matumizi. Kituo hiki cha usafiri kina ghorofa tano, ghorofa tatu za juu na ghorofa moja ya chini, ambazo zimeunganishwa moja kwa moja na eneo la jengo la maegesho. Maegesho haya yanaowezwa kusitiri jumla ya magari elfu mbili mia nane huku nafasi elfu moja mia nane zikiwa tayari zimefunguliwa kwa umma. Pia kuna eneo maalum kwa huduma za magari ya mtandaoni kwa ajili ya kurahisishia abiria kushushwa na kuchukuliwa kwa haraka. Uwanja wa ndege wa Guangzhou Baiyun umezungukwa na mtandao wa barabara kuu ulio na umbo la kisima ambao unajumuisha barabara kuu ya Pearl River Delta upande wa kaskazini, Guangzhou Lenchang na Airport Expressway upande wa magharibi, Huando Dogwan pamoja na upanuzi wake upande wa kusini, na Guangzhou Liancho na barabara ya mwendokasi ya upande wa mashariki. Kiwango cha chini cha kituo hiki kimeundwa kukusanya milango ya kuingilia na kutoka kwa reli za miji, reli ya mwendokasi na metro. Kulingana na ripoti, reli ya mwendo kasi kutoka Guangzhou Heyuan na Guangzhou kwenda Joshang Zhuhai na Macao itaingia moja kwa moja katika uwanja huu wa ndege. Kwa sasa kituo hiki kina kaunta 14 za kujihudumia na mashine nane za kujisajili. Kinatarajiwa kuhudumia hadi asilimia 43 ya abiria wa reli moja kwa moja, huku mifumo yake ikiunganishwa kwa ukamilifu na mfumo wa mizigo ya uwanja wa ndege ili kuongezea ufanisi wa usafiri.